Ndugu zangu wapendwa, wana wa Mungu, leo tumekusanyika kwa lengo la kumshukuru Mungu. Ndio kusudi pekee tulilokusanyika hapa. Tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotujalia katika parokia yetu na kigango chetu cha Ikomela na hasa kwa familia ya Mwala kwa mtoto wao Sister Paulina kufunga nadhiri za daima ni jambo la heri sana, lakini pia tunaendelea kuwashukuru paroko na wana paroko na, na, na, na, na msaidizi wake na wanafamilia wote wakakubaliana kusema tufanye jambo hili la kumshukuru Mungu, na hata tukaalikwa sisi wengine kutoka mbali kwa ajili ya jambo hili kumshukuru Mungu ni tendo la moyoni, ni tendo la moyoni la kudhihirisha namna gani umeipokea na kuikubali, eh, kuikubali ile fadhila uliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. na wakati mwingine tunakosa shukrani kwa sababu ya kuto kutambua. Kwanza tunashindwa kutambua kuwa kama somo la kwanza lilivyojieleza kuwa ni mpango wa Mungu. Kila mtu aliyepo hapa amekuja kwa ajili ya mpango wa Mungu, na katika mpango wa Mungu unajidhihirisha katika nafasi na, na, na, na mbalimbali na pia katika maisha tunayoyaishi ni mpango wa Mungu, na Mungu huyu ndiye anayetujalia mafanikio katika nafasi mbalimbali. Na katika kutujalia mafanikio haya, tunajisahau kutambua kuwa ni neema za Mungu zinazotenda kazi ndani yetu. Tunajisahau na mwisho wa siku tunaanza kujisifia, a, ninaakili sana mimi, nina uwezo nina nina nina wepesi wa kuamua mambo na kadhalika, pasipo kutambua kuwa ni Mungu amekujalia, ni Mungu amekuwezesha. Kwa hiyo, ndugu hawa kwa kushirikiana na mapadre wametambua na kutushirikisha sisi ili tuweze kukaa pamoja kama Yesu alivyosema kuwa tazama, eh wanapokaa wawili wanaopatana hapa duniani kwa jambo lolote lililo la Mungu Wata, kwa jina la Yesu Kristo watafanyiwa na baba aliye mbinguni. Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 19 hadi 20. Kazi ya Mungu imetendeka kati yetu, imedhihirika kati yetu imedhihirika kwa Paulina, sister Paulina. Na kwa kudhihirika huko, basi tunakusanyana pamoja, tutambue neema ile ambayo Mungu ametujalia. Tunapomshukuru Mungu, tutambue kuwa ni mwito wa Mungu kumwita mwanadamu yeyote kumwelekea Mungu. Ni Mungu anayetuita. Katekisimu yetu ya Katoliki namba 1877 inasema wito wa binadamu ni kudhihirisha sura ya Mungu na kugeuzwa kufanywa sura ya mwana wa pekee wa Baba. Wito huu unagusa kila mtu, kwani kila mtu au kila mmoja wetu ameitwa kuingia katika heri ya kimungu na pia unauisha jamii yote ya binadamu, huo wito wa Mungu, mwisho wa kumkuu. Basi ndugu <coughs> zangu wote, tunaitwa katika maisha ya utakatifu, wote tunasukuma ndani ya mioyo yetu kuitwa kuwa takatifu, lakini wito huu unatofautiana. Kuna wengine kwa ajili ya kujitakatifu kujitakatifuza kuishi zaidi kadiri ya mapenzi ya Mungu na pia kujitolea kwa namna ya pekee kwa ajili ya Mungu. Kuna maisha ya ndoa, sakramenti ya ndoa. Kuna maisha ya ya ya ya, ya upadre, sakramenti ya daraja takatifu ya upadre ambayo pia wengine wanawekwa kwa maskofu, mashemasi na kadhalika na pia kuna wale wanaowekwa wakfu. Hii yote ni mito mitindo mbalimbali ya maisha inayopania kutekeleza mpango wa Mungu katika maisha ya kila mwanadamu, na kwamba kimsingi huu ni mpango wa upendo wa Mungu kutushirikisha utakatifu. Furaha kubwa kwa kila mwamini ni kuhakikisha kwamba anajibu wito huo kwa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma ya Mungu na kwa ajili ya jirani. Sista Paulina, yeye amejitoa kuwa mtawa katika malezi ya kujiunga na maisha ya utawa bado walijifunza mambo mengi kwa ajili ya kutaka kuishi na kujitakatifuza zaidi na kujitoa sadaka zaidi. Tukumbuke ndugu zangu, mwanzoni nimesema, ni jambo la heri kutafuta utakatifu kumwelekea Mungu zaidi. Kwa hiyo mwenzetu alichagua wito wa utawa na leo hii anapofunga sasa nadhiri zake za daima tunamshangilia na pia tunamshukuru Mungu. Lakini pamoja na hilo, inabidi tusaidiane, tusaidiane kugundua upendo wa Mungu kati yetu na kuuonja. Unaweza ukafahamu na kuamini kuwa kuna upendo wa Mungu, lakini usiuelekee usitafute namna ya kuwashirikisha wengine. Upendo wa Mungu unajidhihirisha kati yetu kupitia wenzetu na pia kupitia viongozi wetu wa kiroho. Sista Paulina leo tunapomshukuru Mungu, umepitia kipindi kigumu ambacho umeshirikishwa e, umeshirikishwa e, namna ya kuishi utawa wako, namna ya kumwelekea Mungu na kadhalika. Maisha haya yanahitaji msaada, kusaidiana, kuongozana na, kuongo na kadhalika. Leo tunapomshukuru Mungu, tuanze kwanza kuwashukuru baba zake wazazi. Wazazi wameshiriki kwa namna ya pekee kumuunda na kumfanya aweze kuendelea na wito wa utawa. Tunapomwona hivi amesimama hivyo, tuwatazame wazazi na ndugu hey. Tuwatazame wazazi na ndugu, ndio waliomsukuma zaidi hata kama wapo wengine waliochangia kuongezea kuweka uzito, lakini wa kwanza ni wazazi. Wazazi wakitia ngumu nyumbani, hata kwa kufikia hapo, unaweza ukahangaika, urudie wapi? ukasalimie wapi? wote wamekataa, wanasema sisi hapana, hatutambui hilo, urudi na wakati mwingine wanaweza kutafuta misingizio ya kusema huyu asiendelee na maisha fulani, na visingizio hivyo vinaweza wakati mwingine vikawa na nguvu hata mtu ashindwe kuendelea na wito. Kwa hiyo leo tunapomchangilia eh, Sister Paulina, basi tuwatazame E, wazazi ambao waliweka nguvu ya kutosha ya kumfanya afikie lengo hilo ambalo tunamshangilia leo. Lakini ndugu zangu, pamoja na na na, na na na na na na kumshukuru Mungu na kuwatazama wazazi ambao wamemsukuma hadi kufikia hapo, si kusema ndio turidhika tuseme mwisho hapa, Sista Paulina Yesu alipokuwa ana- anafundisha mafundisho katika nafasi mbalimbali. Taja na gharama za ufuasi kumfuata Yesu Kristo, kumfuata Yesu Kristo, eh, kuna dai mambo mengi. La kwanza kabisa ni sadaka ya kukubaliana kuyaacha yote yanayokuzunguka wewe yale yatakayokufurahisha yale yatakayokupendeza, na hapo sasa ndipo tunapoongozwa na viongozi wetu wakubwa zetu, na wakati mwingine kaka zetu wanaotutangulia, wanatuongoza katika nafasi mbalimbali mbali, na wakati mwingine kututendea yale ambayo hatukupaswa kutendewa, basi tunatendewa jinsi tunavyotafakari eh, gharama hizo. Watu wengine wanapenda kwa watawa lakini wanakataliwa na ndugu zao. Wengine wanagawanyika na kadhalika. Na katika kugawanyika ni katika kutazama maslahi, e, maslahi mbalimbali. Kwa hiyo tunapomfuata Yesu Kristo, tutarajie kuwa hatutazikumbatia furaha nyingi za dunia kama tunavyopenda. Yesu hana mambo ya dunia. Yesu ni maskini, hana sehemu ya kuweka hata kichwa chake, na hata watu walimkatalia wasimtambue. Na hata alisema hana mahali pa kupumzikia pa kupumzika eh, na matarajio ya ulimwengu Tunapomfuata tuwe tayari kujitoa kabisa kwa ajili ya Mungu. Na pia tunapomfuata tutambue kuwa sisi tumekuwa mali ya Mungu. Hata wewe sasa kwa nadhiri zako za daima umekuwa mali ya Mungu. Umejitoa kwa ajili ya Mungu ili uweze kumtumikia kwa nafasi utakayopewa. Ni upendo wa Mungu kutujalia, ni upendo wa Mungu amekujalia, amekupa nafasi hiyo eh, kutoka katika matamanio ya kidunia haitamani. Sasa unaingia katika maisha ya kujitakatifuza zaidi na kujitoa zaidi kwa ajili ya Mungu. Wakati inaendelea kuhangaika kuandaa mahubiri haya eh, eh, ikawa na, na na, na tafakari tafakari na jinsi tunavyoshirikishana maisha ya upate maisha ya utawa, nilichokuja e, e, kugundua baadaye, asilimia kubwa, kama sio wote, matamanio yale unayokuwa nayo ya wito, kuwa mimi nataka niwe padre, mimi nataka niwe mtawa, si ya kweli ya, ya ntakayoakuta katika maisha si asilimia kubwa si kweli, tunakuwa na mambo mazuri, tunayatazama mambo mazuri, tunayasahau yale yatakayotuambata katika wito ule. Sawa na maisha ya ndoa, tunapowaona watu wanatoka kwenye familia zao kwenye nyumba zao, wamependeza na watoto wao wamevaa vizuri, tunawaona kama watu wale wanaishi maisha mazuri ma, yaani maisha matakatifu. Hata watu wengine wanaanza kutamani, mimi ya ile mimi ningezaliwa katika familia ile. Mimi ile nadhani ile ndio wanaishi vizuri, ni siri yao ndugu zangu, hawajapenda kukuambia. Kwa hiyo hata sisi mapade na sisi watawa, ninyi waamini leo mnavyotutazama, mnavyotushangilia, pia tunazo gharama, tunaajilia wito tulio nayo mahangaiko na mateso tunayoyapata katika utume tunaoufanya yale tuliyoyatafakari tuliyoyaona yaliyotuvutia tukiwa watoto wadogo hayadhihiriki tena, hayadhihiriki tena na wakati mwingine. Ndio maana msishangae mnapomuona pade anaacha wito wake, anaamua kuishi maisha ya duniani huko, anarudi kwenye furaha alizokuwa anazifikiria. Mnapomwona pade wakati mwingine au mtawa anahangaika sasa, anaanza kuishi maisha yasiyo yenyewe, ni mahangaiko kile alichokitafakari alichokiona wakati anapata eh, hamu ya wito akidhihiriki tena. Anayakuta mateso ambayo Yesu ameyasema katika gharama hizo za za, za, za kuwafuasi wake. Gharama mojawapo ni kuikatalia nafsi yako na kumfuata Yesu Kristo. yanayotuzunguka na yanayogusa zaidi maisha yetu ya kila siku ni mambo ya nafsi zetu. Wangapi tunavyohangaika kuzitosheleza kuzi nafsi zetu, unahangaika mno, lakini mwisho wa siku tunakosa utakatifu kwa sababu ya kuyaelekea yale yaliyo moyoni. Ukiuangalia ulimwengu wa leo, mambo yote tunayohangaika nayo kwa ajili ya nafsi za watu tu, kila mtu anahangaika ajitosheleze kwenye nafsi yake, aifurahie dunia na anachopenda na, na, na, na, na katika ulimwengu tunao lazima wa kutambua eh, kutambua kuwa sista tunapomshangilia leo, tumuombe sista. Huyu amekubali mapenzi ya Mungu, ameyapokea mapenzi ya Mungu pamoja na makali yote aliyoyaonja kwa miaka kumi na tatu, kwa miaka kumi na tatu umaetabia kwa miaka karibu kumi na tatu hivi au kama sio kumi na sita. Kwa miaka yote hiyo, masaibu yote ambayo ameyapata, bado ameng'ang'ania utakatifu, ameung'ang'ania utakatifu. Tumwombee, tuendelee kusali kwa ajili yake, tusiishie kushangilia hapa alafu na kula na kushiba, alafu mwisho wa siku kesho tunamsahau. Tuendelee kumwombea tuendelee kumwombea, hajakamilika bado, lazima pambane, lazima pambane na hiyo eh, ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi anasema, maana hakuna mtu yeyote miongoni mwetu asiyeishi kwa ajili yake mwenyewe wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Maana tukiishi tukiishi kwa ajili ya Bwana, tukifa tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, sisi ni mali ya Bwana. Kwa hiyo tung'ang'anie, tupambane, tujue kuwa sisi tayari ni mali ya Bwana. Wewe sister Paulina ni mali ya Bwana sasa hivi, tambua, endelea kung'ang'ania endelea kupambana. Unapopambana si ajabu tutayona madhaifu, wakati mwingine yatajidhihirisha e, mapungufu yatajidhihirisha e, usijukakata tamaa kwa sababu ya madhaifu yanayojidhihirisha. Hapana, endelea kukaza mwendo, endelea kusimama imara, endelea kupambana, endelea kumwomba Mungu akupe ujasiri wa kuyapokea na kuyakabili vizuri. Wakati mwingine ndugu zangu, tunashindwa kuyapokea matatizo katika ma utume wetu au katika mm, wito wetu kwa sababu hatumpi Mungu nafasi kutambua kile kinachotusibu kile kinachotusumbua kile kinachotuhangaisha kila siku, hatumpi Mungu nafasi. Wakati mwingine tukimpa Mungu nafasi, atatuangazia ili tuweze kushinda zaidi. Mwisho kabisa, hutakuwa mnafiki kwa kuanguka, bali nia ya moyo wako ilenge kujibidisha kuishi katika ukamilifu kwa unyofu kwako. Wajibu huo wa pekee na ule wa kushika nadhiri zako na kanuni ulizoahidi utokane na amri kuu ya upendo. Hapo utawa wako hautatazama hauta upande wa sheria tu, bali utaonekana katika upana mkubwa wa namna ya kumwelekea Mungu. Kuanguka ni kawaida, kuanguka ni kawaida, lakini usiji kajiona ni mnafiki kwa sababu umeanguka. Hapana, huko katika mapambano usimame mara na umtumikie Bwana kama ulivyojitoa. Mwisho kabisa, shukrani hizi ziwaelekee wote mliofika leo, mliofika leo kumshukuru Mungu pamoja na familia ya Mwala. Tunashukuru kwa kutoa nafasi yenu. Mngekuwa mko mashambani, manake nimelipotea njia, nimeenda hadi kule milimani, nimekuta watu wamekazana mashambani. Asema hao watu hawajui hata kama kuna sherehe leo, eh, wako milimani wengine niwaelewa. Nikamuulizia mmoja pale, nikasema jamani, mimi nimepotea, naenda kwa kwa mzee Mwala, baba ya sister Paulina. Akasema ah, umepotea, anza kushuka tena, rudi rudi. Wako mashambani, wengine wanaelewa, sasa wanajua na tukio linaloendelea, lakini hawajalipa uthamani, hawajalipa uthamani, hawajatambua maana yake Ingekuwa siku ya ndoa leo ungeona watu wanavyocheza hapo. Sasa kwa vile e, usamani wa, wa, wa, wa alichokichagua hiki hamuonji sana katika maisha yenu, ndio maana wengine wameamua kuendelea na shughuli zao mashambani eh. Na nyinyi basi mmeamua kufika hapa, tunawashukuru kwa uradhi wenu kwa utayari wenu na pia kulipu, kuipa heshima ya kile alichokichagua na pia kukusanyika pamoja hapa, ndugu zangu, pamoja na neno hili la Mungu tulilo litafakari. Eh, tunapokusanyika pamoja ni jambo la kuleta baraka. Makusanyiko yako mengi, kuna makusanyiko ya kusikitisha na makusanyiko ya furaha. Kusanyiko letu hili ni la furaha kwa vile Mungu ametujalia neema, ametujalia neema Ametujalia karama tunayo, somo la pili ile, ametujalia karama tunayo inadhihirika. Kwa nini tusikae pamoja, tutambue na kufurahia oh.